Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021, majira ya saa 12 jioni, tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya mzee na jijini Dar es Salaam, alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe sita Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka kumi. Aliruhusiwa tarehe saba Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe kumi na nne Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku kumi na nne na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa Mwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Asanteni la sana.